Hello, mambo vipi? Mambo vipi, wana memba wa Mkwanja Oddswin, hatimaye watu ambao tumeshazoea kila siku kulala kesho, muda wetu umekaribia ume kulala kesho. Sasa hivi ni saa tano dakika hamsini na tisa kasoro moja kufika saa sita kamili. Na maana hiyo tayari ni siku nyingine. Nime, muda wa saa tano hapo kuna game za basketball nimeziona zilikuwa vizuri na nimeweza kuzipredict hapa chap chap, na nikawa nimewawekea katika WhatsApp channel, YouTube channel, sijui Instagram, kote huko nimewawekea, nimewawekea hizo game. Niwapo naona game zinaendelea kufanya vizuri, na bado zinaenda, game zetu zinaenda. Kwa mfano hii hii game nimezikata, nilikuwa sionyesha ela mm -hmm. lakini hii hapa nimeomba katika kipindi cha pili New York Knights kinax aweze kupata over... e, katika t kwalta yani ni kwalta namba mbili, katika kwalta namba mbili ziweze kupatikana pointi hamsini na tisa na maana stini. Ukija kuangalia hapo zimepatikana stini na mbili stini na mbili na ilikuwa na olsi mbili pointi zero tano. Gemu hiyo ameweza kuenda vizuri, nikaja tena nika hizi zote nimeziweka sasa hivi kwenye WhatsApp pamoja na youtube yani kwenye platform zangu zote nimezipredikta muda si mrefu. Haya, kuna hii tena nyingine <coughs> nikaweza kumpa New York aweze kuongoza katika quarter two, ilikuwa na odds ya mbili point zero nne na yenyewe imeenda vizuri. Tukaja nyingine tena nyingine tena ambayo ilikuwa ni hapa, nikaweza kuomba New York katika quarter three aweze kupata over thelathini na amepata wa 30 ishirini na tisa pointi tano. Game nyingine tena ni ambayo nimeweza kuomba katika 3 yani kwa third huyo wa New York waweze kuongoza, ilikuwa na 2.43 imeenda vizuri hapa. Kuna gemu iko imebaki moja ambayo ni ambayo nimeweza kuomba katika, wa, katika two half, wawezi kuongoza New York na nadhani hapo naona katika sasa hivi game bado inaendelea iko 40 40 kwa ngapi kwa 42 ina maana bado bado game inaendelea hiyo nimeweza kumpa New York katika aongoze two half ngoja tuone katika two half kama game itaisha vizuri New York ataweza kuwa anaongoza gemu hii, anazidi anamzidi point bado. Ehe, hiyo gemu yetu inaenda na ina odds point mbili. Ni game, ni, ni, ni game ambayo nimeanza kuiona hapa kuanzia saa tano na nikaanza kuibeti na nikawa nimewatupia hapa katika channel ya Mkwanja Oddswin. Kwa hiyo tu endeleeni kuenjoy tips za Mkwanja Oddswin na hilo ni jambo zuri zaidi pia leo nina bet slip tatu hizi bet slip tatu ambazo za usiku huu za basketball ziko hapo ya kwanza ina odds mbili pointi salasini ya pili na mbili pointi kumi na ya tatu na mbili pointi kumi na hizi mechi zote ni tofauti na pia iweze kuwapa ongera wa VIP games ambazo niliziweka tuzione pa kwa pamoja VIP games za leo zilivyoenda na hizi ni game za basketball ambazo tumeweza kuziweka siku ya leo ukiacha. Okay, na hizi game za nyuma, hii ni apili nne, apili nne game za bas, ni game za kawaida, game zinaweza kwenda hivyo. Alikuwa kuizeni magoli matatu. Hizi hapa apili tano, hizi ni game za leo. Tano ya kwanza nimeomba hiyo, bet slip yetu ya kwanza betslip yetu ya pili nikaweza kuomba Borussia Dortmund magoli matatu yametoa. Nikaweza kumpa Borussia Dortmund ashinde imetoa. Slavia Praha nimempa ashinde akadraw, sio mbaya. Fenudi mbili ya odds mbili pointi sabini na mbili imetoa, nimempa ashinde hapa. Dinamo Zagreb nimeomba magoli matatu yametoa hizi ni gemu ambazo ni za leo hii. Hapa PSV nimeomba over 2.5 goli yametoa, wametoka tatu moja. Gemu nyingine nikampa Borussia Dortmund ashinde imetoa. Nikampa ferudi alikuwa na mbili ya sabini na mbili ashinde

Leo naenda kutaja game za basketball za night, game za basketball za night. Kama nilivyoweza kukuambia kama nilivyoweza kukuambia hapo awali, nina game za night za basketball tatu, na tukianza na bet slip yetu ya kwanza. Bet slip yetu ya kwanza ina odds mbili pointi moja ni mbili pointi kumi. Tumeweza kustake laki mbili, na hii game ya basketball NBA itakuwa na game ya Philadelphia vs Minnesota. Tips tumeweza kuomba katika one half, yani kipindi cha kwanza first half. tumeomba over 111.5 na maana ni 112 na odds ni mbili pointi moja. hiyo ni bet slip ya kwanza ya basketball. tumeweza kustake shilingi laki mbili. na hiyo game nadhani unaiona hapo na inaweza kaanza inaenza inacheza ina saa nane kamili, saa nane kamili usiku. Kwa hiyo muda bado, sasa hivi ni saa sita. Hiyo ni gemu pia na yenyewe, sio kuiacha, lazima ulale nayo. Hiyo ni gemu ya, ya kwanza au bet slip ya kwanza. Bet slip namba mbili, pia bet slip yetu namba mbili ni hapa, ina odds ya mbili pointi kumi, pia na yenyewe na ni basketball NBA, inacheza saa tisa usiku, na game hii ni Miami Heat vs Milwaukee Milwaukee na game hii tunaweza kuomba over 110.5 pointi tano katika one half, yani mia na 111 katika one half, katika na odds ni 2.1. Tumeweza kustake shilingi laki mbili na game hii inacheza saa tisa kamili na ina odds 2.1, yani 2.10. Hiyo ni game na nayenyewe nimeiangalia na nimepredikta ambao ni game tunaicheza katika usiku huu, yani night mea hii. Hizo ni game za night basketball. Baada ya kumaliza ile game yetu ambayo tulikuwa tunaicheza hapo live, basi tuna basketball ya night ambayo ni kikubwa tu. Hakikisha una subscribe channel yetu ya Mkwanja Hoswin, turn on notification ili anapoweza kuachia content basi uweze kupata taarifa. Kwa Mkwanja pesa iko pale, video, akisha unaangalia video kwanza zile ndo unafungua account ili iwe rahisi kwako. Hiyo ni game namba mbili, game yetu hiyo. Bet slip yetu namba mbili ya night ya basketball. Nadhani umeiona hapo, vizuri kabisa na mimi nimeamua ku predict hivyo. Hiyo ni bet slip yetu namba mbili. Tukienda katika bet slip yetu namba tatu ya leo, yani we slip yetu namba tatu ya overnight ni hapa, ina odds mbili pointi tatu yaani mbili pointi thelathini, na game hii ni basketball NBA, ikiwa na game ya Los Angeles vs Dallas Ma Mavericks, na game hii tumeweza kuomba katika one half uweze kupatikana under mia na kumi pointi tano katika one half zisizidi mia na kumi pointi tano. Hiyo ni game au betslip yetu namba tatu na ina odds mbili pointi tatu. Na, na odds mbili pointi tatu na game hii inacheza saa kumi na moja na nusu inacheza saa kumi na moja na nusu alfajiri. Game hii ina odds mbili pointi thelathini tumeweza kustake shilingi laki mbili Tusubirie tuone matokeo ya kile tulichokipanda. Kikubwa tu, hakikisha una subscribe chaneli yetu, hakikisha una share chaneli yetu, hakikisha una like una comment. Tukutana hapo baadaye katika video au kontenti nyingine za beti. Kikubwa tu akisha unakuwa active. Hasa pale unapokuwa naachia video au content, lazima utakuwa unapata notification kuwa Mkwanja Utswini ameachia kitu kwa katika channel yake. Kwa hiyo unakuwa unapata notification. Notification, yani kale kalama ka kengele ukaweke on, alafu ukae na bando na, na mtaji wako hapa kila kitu kinaenda sawa. Tukutane hapo baadaye katika video au kontenti nyingine inayohusiana na swala zima la beti. Asante.